Kupitia mradi huu tunatambua na kuthamini shughuli za wananchi, na ndio maana tuna kila sababu ya kuanza maboresho ya kuanza mipango, kuanza kutekeleza namna bora ambayo itapelekea eneo dogo lenye nyasi nyingi, wakati wa kiangazi bado tuwe na nyasi ili kudhibiti uh, hatari ama viashiria vya kwenda kwalivis ambayo imehifadhiwa inayohudumia wananchi kupitia biashara ya kabwe na, na ni mradi unaohusu maisha yetu wenyewe. Sasa tunayo kama mambo makuu matatu kama sehemu ya malengo, moja ni kutunza mazingira ambayo tumekucha kusema kwa kisha tunaacha urithi mzuri kwa vizazi vyetu vya leo kesho s ili wanapokuja kuona wakute na waseme kwamba kuna watangulizi wetu, na wakati huo watatuita mababa na mabibi, si ndiyo? Ambao watakuja kuishi maono, fikra zetu na zitasaidia kukabiliana na maisha ya wakati huo, wakati dunia na watu wake watakuwa wameshaongezeka sana, na hii itakuwa kabla ya marejeo ya Yesu Kristo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kasi. Lakini pili ni kuboresha uzalishaji bara ambapo nyasi zitarejeshwa, mifugo yetu itapata malisho bora, na ikipata malisho bora itakuwa imejenga afya bora, na ikijenga afya bora itakuwa ina soko kubwa ndani ya nchi lakini hata hivyo itakuwa na nyama nzuri kwa, kwa matumizi ya binadamu. Mra tatu ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kujenga uwezo wa jamii zetu kukabiliana na changamoto za ukame na mafuriko. Wakati namakitokeza ukame unaweza kutokea kama mwaka huu tunaarifiwa ya kwamba kutakuwa na mvua za wastani. Sasa katika eh, kwenye hali kama hii, miradi kama hii inasaidia sana. Umetenga eneo lako, umelima nyasi, zimelindwa, zimetunzwa, wakati wa ukame mifugo inaandaliwa, inakula na hautasikia mifugo imekufa kwa sababu ya ukame. Ni kwa sababu tulijanda. Kwa mradi huu unaweza kuwa tiba tu ya njaa kwa mifugo yetu. Ninapenda kutoa rai kwa taasisi zote zinazoshiriki katika mradi huu, ikiwemo kushirikiana kwa karibu katika utekelezaji wake. Moja ya tatizo tunalokuwa nalo sisi Wanakatavi, wanatanganyika sijajua watu wa COSTECH, sijajua watu wa Mzumbe, sijafahamu tadili ambao hawako, tunakuwa na tatizo la kuanzisha miradi, uendelevu wake inakuwa ni changamoto. Na kama sijasahau mradi huu ni kama ni wa miaka mitatu tunatamani kuona kwamba hawadau na watafiti hawa miaka mitatu, napokuwa imeishi mwaka wa nne na mwaka wa tano tutaona nini? mwaka wa sita tutaona nini? Mwaka wa saba tuone nini? Na miaka kumi ijayo, kumi na tano ijayo tuone nini? Hilo liwe swali ama iwe hoja ambayo tutaendelea kuitafakari wakati tunapoanza kuzindua mradi huu, tunapoendelea nao na tunapofika mwisho, wakati pengine wa kikao kingine kama hiki cha kutangaziana na kuelezana kwamba mradi umefika mwisho. Ninawahimiza wananchi wetu wote kushiriki kikamilifu kutoa ushirikiano pindi shughuli za mradi huu zitakapokuwa zikielekezwa na kutekelezwa katika maeneo yetu. Bila kufanya hivi, hawa walioko Dodoma hawezi kukaa kwa muda wote. Ndio maana mwenyekiti wa kijiji hupo, mtendaji wa kijiji hupo, mtendaji wa kata hupo, kwa sababu unaishi kwenye maeneo hayo, tunaamini kwamba unaweza kusimamia. Maafisa alizi wako hapa na maafisa misitu wako hapa, uh, watendaji wakubwa a, wakurugenzi ipo hapa. Hii itachangia sana kuongeza kipato hata cha mapato ya halmashauri na serikali kuu. Mifugo ikiwa bora, tutapata wanunuzi, minada yetu itakuwa iko ya moto na hivyo serikali katika maeneo yake yote ambayo yanakusanya maduhuli ya serikali itaweza kukusanya. Mradi wa kuunga mkono mfumo wa kiikolojia urejeshwaji wa ardhi na malisho e, katika wilaya ya Tanganyika, Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umeundwa kwa lengo kuu la kurejesha uhai na uimara wa rasilimali zetu za asili. Tumetambua changamoto za uharibifu wa mazingira fungua kwa ubora wa udongo na uhaba wa malisho. Kwa hiyo mradi huu wa ni jibu letu ambalo linakwenda kutatua changamoto hizi, ingawaje sio kuzimaliza, lakini kwa kiasi fulani utakuwa umechangia katika jitihada za urejeshwaji wa ikolojia pamoja na malisho kwa ajili ya kusaidia wafugaji wetu. Sisi kama timu ya mradi tunaahidi kutekeleza shughuli muhimu zifuatazo kwa kushirikiana na wananchi wa wilaya ya Tanganyika pamoja na serikali. Kwanza, tutatumia mbinu za kisasa za ufugaji bora kurejesha maeneo ya nyasi yaliyoharibika na kuboresha mfumo wa kiikolojia. Pili, tutatoa mafunzo ya kiufundi kwa vikundi vya wafugaji juu ya matumizi bora ya ardhi na uhifadhi wa vyanzo vya maji wenye kuleta matokeo na mafanikio ya mradi huu hayatapimwa kwa kiasi cha fedha tutakazokwenda kutumia bali kwa kiasi cha ardhi tutakayoirejesha na jinsi maisha ya wafugaji wetu yatakavyobadilika kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji. Tunaomba sana ushirikiano katika kutambua maeneo yaliyowasilika zaidi, ushiriki kamilifu katika vikao ya mipango na mafunzo, kuwa walinzi wa mipango ya matumizi bora ya ardhi tutakayoiweka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya timu ambayo inakwenda kutekeleza huu mradi, ninakushukuru sana kwa uongozi wako thabiti na uhakikisho wa usimamizi wa serikali katika ngazi ya wilaya, ili tuende kuweka kuwa sisi sehemu ya kichocheo kikubwa katika kutunza mazingira na kurejesha eh, malisho kwa ajili ya manufaa eh, ya wafugaji wetu kwa manufaa ya sasa na yajayo. Nina imani kuwa kwa ushirikiano wetu tutaifanya Tanganyika kuwa mfano bora wa uhifadhi wa mazingira na matumizi bora ya ardhi.